mwandishi mwandishi wako ni sukari ak baba alma sukari ya warembo kenya na afrika mashariki watafiti wameweza kufanya watu wa kale wameweza kufanya utafiti uchunguzi amini risechi tumeweza kujua kuwa yani kulikuwa kuna wao ambao walijiona wao na wakaja wakaona kumbe si wao. Na hao wao ambao walijiona wao ndio wao wakaja wakatuona kumbe walikwepo, ambao walikuwa wanajiona wao na wao kumbe sio wao. Na hao hao hao wao wakaja tena wakajiona na wao ni wao kumbe si wao, walikuwa wao ambao hawakujiona wao maana tunashindwa kujua wao na wao na wao walikuwa wao, na mimi nimekuja kujiona ndio mimi, kumbe sio mimi. Walikuwepo wao ambao walijiona wao, na mimi sio mimi. Kuna wao tena ambao wanajiona wao. Mwandishi anasikitisha sana, tunashindwa kujua ni nani ambaye alikuwa ndiyo yeye ambaye ndio alikuwa ni yeye, kumbe sio yeye. Hivyo basi, mwandishi inasemekana kuwa hakutabilika yeye, na mpaka sasa ulimwengu aliweza kuuacha ukiwa uko kwenye njia panda. Njia panda tunamaanisha ni sehemu mbili ambazo zimekutana katikati, tika close. Yaani amewaacha pasipo kujua, waelekee huku ama waelekee huku. Hii ni mambo ambayo ya kiundani zaidi, ukituliza sisi watu wa kitambo, na wala si wahenga ambao walisema, eti mkono mtupu ulambwi. Kuda deki leo na ulamba, unaonaje huu mkono kama ulambwi? Nimesha ulamba sasa hivi. Namaanisha kuwa wahenga ni watu ambao ni waongo sana. Wahenga ni watu ambao ni waongo sana. Mbio za sakafuni zinaweza kuishia ukingoni, na ni kweli ama sio kweli? Kama mbio za sakafuni zinaishia ukingoni, hivyo basi, mimi leo nakimbia sakafuni, tuweze kuona kama mbio za sakafuni zina sina... hivyo basi, nahisi mweza kuona mbio za sakafuni kweli naishia ukingoni. Hao ni watu wa kale, lakini sisi waandishi wa vitabu na sisi ambao sio wahenga simeweza kuona mbio za sakafuni azijaishia ukingoni, na nimeweza kufika mahali ambapo nilikuwa natarajia. Mimi mwandishi wako k ak sukari wa rembo Kenya na Afrika Mashariki to be there. Hulu, uh, Asante.